Na mmoja wa Mwakinyo. Mwakinyo ni muoga kweli <laughs> <laughs> Nawapatia challenge nataka na, uh -huh. nipigiu na mbano maana yeye anakuangana pang'ang'a sana huyo yeah, Mwakinyo huyo nataka Maki nimkamati mi nimecheza katika professional fights zangu zote. Mm. -hmm. Niza sema 80% ni, ma, ni ma opponents kutoka Tanzania. Mm -hmm. 80%, 80% mm -hmm. opponents wangu. Na nimewapiga ngama kiyuma kiyuma kiyuma sana. Nataka Mwakinyo sana, yeye ndio anajidai sana kule okay, Tanzania. Maana unajua tena kuna wasikilizaji wengi sana ambao wanasikiliza kutoka Tanzania pale vile. Ndio nataka hivyo sasa wa wa wa waende wamwambie. Kwa sababu kweli anamtaka Mwakinyo. Anamtaka sana. Hata eh, eh, kama ni kesho tupigane. Hata kama ni kwao kule Tanzania ndani ya bedroom yake tutapigana huko kwao. Mbona una machungu na Mwakinyo? ule jamaa ua ani yonge vitu zeni haziko kabisa unaona. Alafu yo jisikia sana osemanga Tanzania is better than nini, na najui kwamba kama sisi sisi ndio Kenya is the capital city of Africa. Ehe. Ajui hiyo. Kwa hivyo nkumanisha kwamba ukutana na Mwakinyo pale vile utampiga ah, mbaya sana.